Yeah. Karibu kwenye kipindi chetu cha Dira ya ujasiria mali kinachotangazwa na Business Channel Online Television ya jijini Dar Salaam. Kwenye kipindi chetu leo nitaongelea jinsi ya kumiliki biashara ya wakala wa simu ambayo ni endelevu. Unajua, unapoanzisha biashara hii, ikiwa ni pamoja na biashara ya wakala wa simu ni muhimu kumiliki biashara ambayo inapata faida. Biashara ambayo inapata faida mara nyingi inakuwa ni endelevu, na biashara isiyopata faida, yaani inayopata hasara, haiwezi ikawa endelevu. Sasa kwenye kipindi cha leo nitakuelezea jinsi unavyoweza kufanikiwa kumiliki biashara ya wakala wa simu ambayo ni endelevu. Sasa kuna mambo kama matano hivi ambayo ni ya muhimu sana inabidi utekeleze iwe iwapo unataka kufanikiwa kumiliki biashara ya wakala wa simu ambayo ni endelevu namba moja ni hakikisha unaweka mfumo mzuri wa kuendesha hiyo biashara ya wakala wa simu bahati mbaya ni kuwa wafanyabiashara wengi wa hapa Tanzania hawatilii maanani swala la kuwa na mfumo mzuri wa kuendesha biashara au wa kufanya biashara sasa tuna maana gani kusema kuwa biashara inatakiwa iwe na mfumo mzuri wa kufanya hiyo biashara? Kwa hiyo kitu cha msingi kwenye mfumo mzuri wa biashara ni kuwa lazima ufahamu umuhimu wa kuwa na vitengo. Hivyo vitengo ndivyo vitakavyopewa majukumu na hayo majukumu ndio atakayofanikisha biashara yako kufikia malengo ambayo atakuwa amejipangia. Kwa hiyo tunaposema mfumo mfumo unaanza na kuwa na vitengo, unatengeneza vitengo. Sasa nikisema vitengo, ina maana kuwa inabidi ufahamu umuhimu wa kuwa na kitengo kinachoshughulikia na mambo ya mauzo, kwa sababu kila biashara lazima ifanye mauzo. Lakini pia kuwe na kitengo kinachoshughulikia na mambo ya manunuzi, kama ni zile zinazohusiana na mambo ya kununua bidhaa ambazo utauza kwa wateja au uwe na kitengo kinachohusiana na mambo ya kutoa huduma kwa maana kuwa mambo ya kuuza huduma badala ya kuuza bidhaa. Kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana. Kitengo kingine ni cha mambo ya fedha, hakikisha unakuwa na kitengo kinachohusika na mambo ya kutengeneza hesabu ili uweze kufahamu kama biashara inapata faida, unapata hasara. Kwa hiyo hiyo nao ni muhimu sana na inategemea na ukubwa wa biashara. Biashara nyingine ambazo ni kubwa zaidi, unakuwa na kitengo ambacho kinahusika na mambo ya operations. Sasa, kwa kesi yetu hii ya biashara ya wakala wa simu, ni muhimu ufahamu umuhimu wa kitengo cha kufanya eh, mauzo ya huduma, kwa maana sasa hapo huduma unayotoa wewe ni wakala wa simu, kwa hiyo hapo kuwe na watu ambao watahusika na hiyo na hicho kitengo. Kwa hiyo kitengo hicho ni cha muhimu, lakini kitengo kingine ni cha mambo ya fedha, kwa sababu lazima utengeneze hesabu za biashara ili uweze kufahamu kama unapata faida au unapata hasara na mambo mengine mbali mbali. kwa hiyo kwanza ni kutambua vitengo. Sasa kwenye kutambua vitengo, sio lazima kila kitengo kiwe na, na na mtu mtu mmoja anaweza akashughulikia vitengo viwili vitatu, cha muhimu uvitambue hivyo vitengo kwa hiyo namba moja kwenye swala la uh, kuwa na mfumo mzuri wa biashara ni kuwa na vitengo. Namba mbili ni kuwa ukishakuwa na hivyo vitengo, hiyo vitengo vipe majukumu au utambua majukumu ya kila kitengo, kwa sababu haya majukumu ndio atakayosaidia kufanikisha malengo ya biashara. Kwa hiyo namba moja ni kuwa utambua uwepo wa vitengo mbalimbali, namba mbili hiyo vitengo vipe majukumu, na namba tatu uwe na msimamizi wa hivyo vitengo. Sasa inawezekana ukawa na kila kitengo ikawa na msimamizi, au ukawa na mtu mmoja, lakini akasimamia hivyo vitengo mbali mbali. Kwa hiyo hilo ni swala la kwanza linalohusiana na kuwa na mfumo mzuri wa kuendesha biashara. Kwa kesi yetu, uwe na uweke mfumo mzuri wa kuendesha biashara ya uwakala wa simu. Sasa namba mbili, baada ya kuwa na mfumo kinachofuata uwe na malengo. Lazima biashara ya wakala wa simu uwe na, na malengo, na kwa kuwa lengo kuu au lengo la muhimu sana ni la kupata faida, kwa hiyo sasa tunasema tunaweka lengo la kuhakikisha biashara ya wakala wa simu inapata faida. Kwa hiyo sasa hapo hilo ndio jambo la pili la muhimu ya kuwa baada ya kuweka mfumo mzuri wa kuendesha biashara ya wakala wa simu kinachofuatia ni kuweka malengo. Sasa malengo yanaweza akawa labda ya kupanua biashara au ndio hiyo la kupata faida, lakini lengo la muhimu sana mara nyingi ni kupata faida. Kwa hiyo weka lengo la kupata faida, na hapa unasema kuwa nataka labda mwaka huu biashara yangu nipate faida kiasi fulani unaweza ukasema ukataja kiasi labda milioni tano au milioni kumi au milioni ishirini lakini nyingine unasema tu nataka nipate faida ambayo inakuwa ni asilimia asilimia labda ishirini ya uwekezaji wangu kwenye hii biashara kwa hiyo hiyo inakuwa ni lengo mojawapo kwa hiyo namba mbili ni kuweka lengo au malengo ya biashara na sasa tunasema lengo letu kubwa ni kuhakikisha tunapata faida kwa hiyo wewe unataka kuwa na biashara ya endelevu lazima uwe na lengo la kupata faida. Kwa hiyo hiyo ni namba mbili. Sasa namba tatu, baada ya kuweka lengo la kupata faida kwenye biashara ya uwakala wa simu, kinachofuata ni kutengeneza plani. Plani ni ya muhimu sana, kwa sababu hii plani ndio itakayokusaidia kukuongoza wewe kufikia kwenye lengo la kupata faida. Kwa hiyo sasa, kwenye plani, nimeshazungumzia huko nyuma jinsi ya kutengeneza plani lakini kikubwa kwenye plani ni kuwa utaweka malengo ya kupata ya, ya mauzo alafu pia utaweka malengo ya matumizi na utaweka malengo ya ya faida. Kwa hiyo kwenye hiyo plani unazungumzia mambo yanayohusiana na ma, ma, ma, mapato lakini mambo ya matumizi na na faida. Sasa hiyo plani inakuwa na activities mbalimbali mbali, yani kazi mbalimbali zinazofanyika, lakini pia kutakuwa na programs. Programs ni kubwa kwa maana kwa programs ile inakuwa na activities mbalimbali. Kwa sasa hivyo vitu vyote vinakwenda kwenye ile plani utakayoitengeneza, ambayo itakayokusaidia kufikia lengo lako la kupata faida katika biashara ya uwakala wa simu. Kwa sasa hilo ni namba tatu, kwa maana kuwa namba moja ni kuwa na mfumo wa biashara mzuri ya ku- ya uwakala wa simu. Namba mbili ni kuweka e, tulisema kuwa uh, uweke lengo uweke lengo na lengo kubwa ni ilo la kupata faida. Na namba tatu ni kutengeneza plani. Plani ya biashara ni muhimu sana utengeneze. Sasa kwenye plani, wengine wanasema ngoja nitengeneze tu bajeti sasa bajeti inakuwa ni ni kitu kidogo, plani ndio nzuri, kwa sababu hiyo plani ndani pia inakuwa na budget. Kwa hiyo tengeneza plani, tafuta wataalamu, watakuelezea nini umuhimu wa plani, nakuwa na budget pamoja, lakini usiseme tu budget. Budget inakuwa ni, ni figures tu, nataka nipate mauzo haya na nini na nini, lakini plani inakuelezea mambo mengi, mikakati utakayotumia, mambo ya utaka ya ushindani umo kwenye biashara lakini pia kutakuwa na financial plan huko ndani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana utengeneze plani. Sasa baada ya kutengeneza plani e, kinachofuatia namba nne, kuwe na resources, kuwe na rasilimali, kwa sababu bila rasilimali huwezi ukafanikiwa kutekeleza mambo unayotaka kuyafanya. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na rasilimali au kwa Kiingereza unasema resources. Sasa hizi resources zimegawanyika kuna resources zinazohusiana na wafanyakazi, kwa hiyo hakikisha utakuwa na wafanyakazi ambao wana uzoefu wa kutosha katika mambo ya wakala wa simu. Lakini pia zaidi ya wafanyakazi, hakikisha pia utakuwa na vitendea kazi. Kwenye mambo ya wakala wa simu kuna mambo ya kuhesabu pesa, kuna mambo ya kuwa na sefu labda Uh, sasa kuna pengine wateja wakija, wanahitaji wajisikie wa vizuri, kusiwe na joto na kwa hiyo labda unaweza ukaweka uh, sianasa panga boya au ceiling fan au, au ukaweka hata AC. Sasa hi, hi, hizo zote zinachukua kuwa ni, ni resources. Lakini furniture mle ndani pavutie watu watakapokuja, labda meza au na ni zile fremu za kuweka na vio na vitu kama hivyo, lakini mwisho kwenye upande wa resources ni swala la, la mtaji. Lazima kuwe na mtaji wa kutosha wa kuendesha hiyo biashara. Kwa hiyo sasa, hapo ni muhimu, ukiwa na resources za kutosha, unaweza kufanikiwa kutekeleza hiyo plani uliopanga, na hiyo plani ndio itakayokufikisha kufikisha kwenye e, lengo lako la kutaka kupata faida ambayo umeliweka mwisho. Kabisa ni swala la kutekeleza hiyo plani, kwa sababu lazima utekeleze plani kwa mafanikio uweze kufikia malengo yaliyowekwa. Sasa kwenye kutengeneza, kwenye kutekeleza plani ni kuwa unahakikisha kuwa hizo activities zilizopangwa zinafanyika kikamilifu, na ikiwezekana kuna swala la kumaliza kwa wakati unaotakiwa lakini pia kwa ufanisi. Sasa hapo nazungumzia swala la effectiveness na efficiency. Kwa hiyo hakikisha eh, majukumu yaliyopangwa yanafanyika kwa wakati uliopangwa, lakini pia yanafanyika kwa ufanisi, kwa maana hutumie resources zaidi ya zile zinazotakiwa. Kwa hiyo sasa hapo ni swala ya utekelezaji, lakini pia lazima kuhakikisha kunakuwa na na vikao vya kila siku vya kila wiki vya kila mwezi na hata vya kila kota, yaani kila baada ya miezi mitatu. Na hivi vikao vinafanyika kujaribu kupitia eh, plani iliyotengenezwa kuona kama utekelezaji wake unaendana na hizo plani zilizotengenezwa. Kwa hiyo sasa, kuna vitu ambavyo vinatakiwa kila siku vio vinachekiwa vinatekelezwa namna gani, alafu kuna mambo mengine au vitu vingine kila baada ya wiki, kwa sasa mnalinganisha utekelezaji na jinsi ambavyo iko kwenye plani, na kama kuna tofauti kubwa mnajaribu kuja- kuona ni njia gani itabidi mfanye ili kuweza kurekebisha hiyo hali na kuweza kuwa sawasawa na, na mipango ilivyopangwa kwenye hiyo plani. Kwa hiyo utekelezaji wa plani ndiyo namba tano na hii ndiyo itakayokusaidia wewe kufikia lengo uliloweka la kupata faida. Labda nitarudia kwa kifupi, ni kuwa unapoanzisha biashara ya duka au biashara ya wakala wa simu, ni vizuri uhakikishe hiyo biashara inakuwa endelevu na, na biashara endelevu siku zote ndio inayopata faida. Kwa hiyo sasa, ni mambo gani inabidi ufanye ili uweze kufanikiwa kuwa na biashara ambayo inapata faida ya wakala wa simu na hivyo kuwa endelevu. Tukasema kitu cha kwanza, weka mfumo mzuri wa kusimamia hiyo biashara. Ni muhimu sana uwe na mfumo mzuri wa kusimamia biashara ya wakala wa simu. Namba mbili ni kuwa baada ya kuwa na mfumo mzuri, kinachofuata ni kuweka malengo ya biashara ya wakala wa simu, na tukasema kuwa kwenye kipindi chetu cha leo tunazungumzia lengo la kupata faida, kwa sababu kuna malengo mengine labda kupanua biashara kwenda mikoani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lengo ni la muhimu sana, na tunasema kwa lengo tunaloweka ni la kupata faida. Namba tatu, baada ya kuweka lengo ni kutengeneza plani, plani ambayo itakayokusaidia kufikia lengo la kupata faida kwa hiyo ni muhimu utengeneze plani, na hiyo plani ndiyo itakayokusaidia, itakayokuongoza ili ufikie lengo la kupata faida. Namba nne, tumesema kuwa uwe na resources, uwe na rasilimali. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na rasilimali. Sasa kwenye rasilimali kuna mambo ya fedha, kuna kuna mambo ya vitendea kazi na kuna mambo ya wafanyakazi. Hayo mambo matatu ni ya muhimu, kwa hiyo na swala la fedha na maana uwe na mtaji wa kutosha. Wafanyakazi, uwe na wafanyakazi wenye wa uzoefu wa kutosha, na uwe na vitendea kazi vya ambavyo vimekamilika. Kwa biashara ya wakala wa simu tunazungumzia mambo labda vifaa, e, vya kuhesabu fedha, labda mambo ya AC kwenye nania au ceiling fan, ili wateja wajisikie vizuri, e, viti na makabati mazuri sasa hivyo ni vyote nimitendea kazi, kwa hiyo hiyo ni ya muhimu sana, na ndiyo namba nne. Namba tano ni utekelezaji, sasa wa wa hiyo plani, na nimesema kuwa utekelezaji ni ule utakaohakikisha kuwa mnafanikiwa kufikia malengo yaliyowekwa. Naona niishie hapo kwenye kipindi chetu cha leo. Naomba mwendelee kuangalia kipindi cha Dira ya Ujasiriamali kila siku ya Jumatatu hadi e, Jumamosi saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na siku ya Jumapili tunakuwa na kipindi maalumu ambacho ni simulizi za ujasiri ya mali. Kwa hiyo naomba muwe nasi na asanteni kwa kunisikiliza. Karibuni tena. Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania.